Karibu tena kwenye ulimwengu wa simulizi zilizojificha, mahali ambapo siri, hofu na historia ya kusisimua hukutana. Leo tunakuletea kisa halisi kuhusu kisiwa kidogo kilichojificha ndani ya maji ya Venice Italia, kisiwa ambacho hakiko kwenye ramani za kitalii wala hakitajwi kwenye vitabu vya shule, lakini nyuma ya utulivu wake wa juujuu kimebeba historia ya kutisha kiasi kwamba hata wenyeji hawathubutu kukikaribia. Hiki ndicho kisiwa cha Poveglia, kisiwa kilicholaaniwa, kisichokaliwa na kinachosemekana kuwa moja ya maeneo yenye laana kubwa barani Ulaya. Simulizi hii inahusisha maelezo ya kihistoria na ya kusisimua ambayo yanaweza kuwa mazito kwa baadhi ya watazamaji. Hakuna dhamira ya kueneza hofu au uchochezi, bali tunalenga kuelimisha na kushirikisha historia iliyofichwa ya maeneo ya kipekee duniani. Tafadhali tazama kwa umakini. Kisiwa kinachotisha Poveglia. Poveglia ni kisiwa kidogo kilichopo katikati ya Venice lagoon kati ya mji wa Venice na Lido, Italia. Kwa nje kinaonekana kuwa ni mahali pa kuvutia: Majani ya kijani kibichi, mabaki ya majengo ya kale na bahari ya utulivu inayolizunguka. Lakini ndani ya historia yake kuna kitu tofauti kabisa. Watu wengi huamini kwamba ardhi ya Poveglia imejaa laana na roho zisizopumzika. Kisiwa hiki hakina wakazi rasmi. Kimefungwa kwa umma na serikali ya Italia haikubali mtu yoyote kuingia bila kibali maalum. Wavuvi hulikwepa kwa makusudi. Hii ni kwa sababu inasemekana ardhi ya kisiwa hiki imechanganyika na majivu ya maelfu ya miili ya wafu enzi ya tauni. Kisiwa cha mauti. Mwaka 1348 Ulaya ulikumbwa na janga la tauni ya kifo cheusi, Black Death, ugonjwa ulioua milioni ya watu. Poveglia kilitumika kama karantini ya wafu na wagonjwa. Watu waliokuwa na dalili walichukuliwa kwa nguvu kutoka majumbani mwao na kupelekwa kwenye kisiwa hiki ambako walitupwa kama taka. Wagonjwa walifariki wakiwa hai, na baadhi walizikwa wakiwa bado wanapumzika. Kisiwa hiki kikawa kaburi la wazi. Miili ilichomwa moto kwa makumi ya miaka ili kuzuia maambukizi. Hadi leo inakadiriwa kuwa zaidi ya miili 160,000 iliteketezwa au kuzikwa katika ardhi ya Poveglia. Watafiti wa kisasa walipokwenda kuchimba waligundua kuwa udongo wa kisiwa hiki umejaa mchanganyiko ya majivu ya binadamu na udongo wa kawaida. Inasemekana hata majani hukua kwa kasi isiyoeleweka kana kwamba yanakula virutubisho kutoka kwa waliopoteza maisha yao. Hospitali ya akili ya karne 20. Kama hiyo haitoshi, mwanzoni mwa karne ya 20 kisiwa hiki kiligeuzwa kuwa hospitali ya wagonjwa wa akili, lakini kile kilichotokea ndani ya kuta za hospitali hiyo kinazidi hadithi yoyote ya kutisha. Inadaiwa kulikuwa na daktari mchawi ambaye alijaribu kufanya majaribio ya kisaikolojia kwa wagonjwa. Aliwafunga kuwafanyia upasuaji bila ganzi na hata kuwafanyia lobotomy, operesheni ya kupasua ubongo kwa njia ya kikatili. Mwishoni inasemekana kwamba daktari huyo alianza kuona roho za waliouawa. Alihangaika kwa sauti zinazo zisizo na mwili hadi kwela kwea juu ya mnara wa saa wa hospitali na kujirusha chini. Wengine wanasema alisukumwa na kitu kisichoonekana. Tangu siku hiyo hakuna aliyethautu kuendelea kazi ndani ya hospitali hiyo. Ilifungwa rasmi miaka kidhaa itaka hapo, lakini magofu yake bado yamesimama hadi leo kama mashahidi wa mateso ya kihistoria. Matukio ya kutisha na walioshuhudia. Wachache waliowahi kuingia kinyomela kwenye kisiwa cha Poveglia wameripoti sauti zisizo na mwili, milango kufunguka mwenyewe na mawe kurushwa bila mtu. Kamera za wachunguzi wa mambo ya roho huzima zisivyoeleweka. Baadhi ya waliosikia midomo ya maiti ikinongona majina yao walikimbia bila kugeuka nyuma. Mwaka elfu mbili na saba gundi la Ghost Hunters lilifanikiwa kuingia kwa ruhusa maalum. Walirekodi sauti ya mwanamke akilia na sauti ya mtoto mdogo akisema kwa Kiveneti, ondoka kabla hujaoza, lakini hawakuwa na meta mtoto. Kisiwa hiki sasa ni sehemu ambayo hata meli za watalii hazipiti karibu, ni kana bahari yenyewe inalikinga. Je, ni kweli au hadithi za kubuniwa? Wengine wanadai hizi ni hadithi tu za kutilia chumvi, lakini ushahidi wa kihistoria upo: majivu yaliyogunduliwa, rekodi za hospitali, na uamuzi wa serikali kuzuia mtu yoyote kuingia kwenye kisiwa hicho vinaibua maswali mengi. Ikiwa kweli hakuna cha kuogopa, kwa nini mpaka leo kisiwa hiki hakina mtu, kinazuiliwa na kimeachwa kioze polepole pole? Je, ni hofu ya historia au kuna kuvu nyingine zinazolinda siri za Poveglia? Tuambie kwenye comments, ungeenda Poveglia au la. Kama umevutiwa na simulizi hii, usisahau kubonyeza subscribe, kuwasha notification bell, na kushiriki video hii kwa marafiki zako wanaopenda historia zilizofichwa. Na kama una mahali patutisha unataka tuzungumzie, tuandikie kwenye comment. Mpaka wakati mwingine, na usisikilize sauti zisizo na mwili.